waga katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu limewekwa na mheshimiwa Agustine Vuma Holle mbunge, tarehe 16 yeah, mwezi wa 4 2025. Hapa tuko tunatekeleza ilani ya chama cha tuuzi, lakini mshukuru mheshimiwa rais kwa sababu yeye ndiye ambaye ana maono ya kutafuta fedha hizi kupitia kodi kupitia vyanzo vingine mbalimbali vya nje ya nchi na ndani ya nchi, atafuta fedha. Sisi kazi yetu ni kusimamia ugawaji wake tu, lakini hizo hela ni Mama Samia. Mama Samia wewe, Mama Samia wewe, eh mjitolea nguvu kidogo hapa, na mimi nikaweka milioni tano na alimashauri mapato ya ndani ameweka milioni 20. Nataka niwaahidi mimi ndio kiunganishi kati ya alimasha na serikali kuu. Sawa? Sawa. Sawa jamani. Na mimi ni sehemu ya madiwani kusema diwani lakini diwani kidogo mum mkubwa mkubwa kidogo, eh diwani <laughs> mtu mzito, wote ni madiwani hapa, lakini mimi ni mtu mzito kidogo eh S nita kwanza tuta barana kwenye hicho kidogo ambacho alimacho tunakipata mapato ya ndani ili e, kuhakikisha kwamba tunaleta fedha hapa. sawa sawa, eh hela yeah zingine hapa, na tumekubaliana hapa, tumeongea kwamba ni vizuri na hao wataalamu wetu, ni vizuri hiyo itakapopatikana tuanze ndani kwanza kamilishe ndani ili wakina mama waanze kujifungulia ndani, wakati nje tunaendelea na, na na, kazi kwaga oye kwaga oye. Halafu wanakuja niwapongeza, halmashauri mpeekee pongezi nyingi sana, mkurugenzi kwa ku kuona umuhimu kwa ku, uh, ku, kwa, kwa, namna sahihi ya ya location fedha ya, ya, ya, ya ya, ya, ya, ya, ya una unaangalia wananchi wanataka nini, mm. Na ukitaka kujua wanataka nini, angalia wenyewe wamejitoa kwa kiasi ya jambo hilo. yeah. Jamani, wewe utabeba mawe, wewe utatoa tofali, ujue hicho kitu unakitaka. Naamini siku ya kuzindua kituo hiki itakuwa ni sherehe vifijo na nderemo hapa ko, eh. Afikisha salamu nyingi sana kwa mkurugenzi, wananchi wana wanampongeza kumshukuru kwa ajili eh, kwa, kwa ya mradi huu eh. So, sesihemu <tabu> oye paka mniruhusu nende basi nyumbani <tabu> baki anisubiri usesa na wenyewe tukafanye maendeleo.